Baada ya kesi ya mauaji ya mfanyabiashara na mchimba madini Musa Hamisi inayowakabili maofisa saba wa Jeshi la Polisi mkoani Mtwara kusimama kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, kesi hiyo inatarajiwa kuanza kunguruma tena kuanzia leo Jumatatu Machi 24, 2025. Washtakiwa katika kesi hiyo ni aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Mtwara OSSID, Mratibu wa polisi CP Gilbert Sostinas Kalanje, aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi Mtwara OSS, mratibu msaidizi wa polisi Charles Morris Onyango. Wengine ni aliyekuwa afisa intelijensia ya jinai wilaya DSIO Mtwara Nicholas Stanslausi Kisinza, mkaguzi msaidizi Marco Mbuta Chigigonzi, mkaguzi Johni Yese Msuya aliyekuwa mganga mkuu wa zahanati ya polisi Mtwara, Shirazi Ali Mkupa na koplo Salim Juma Mbalu. Wanadaiwa kumuua kwa makusudi Musa Hamisi Januari tano elfu mbili na ishirini na mbili katika kituo cha polisi Mitengo wilayani Mtwara mkoa wa Mtwara na kwenda kuutupa mwili wake katika kijiji cha Majengo kata ya, ya Hiari karibu na kiwanda cha saruji cha Dangoti. Wanadaiwa kumuua kwa kumziba mdomo na pua kwa kutumia tambara baada ya kumchoma sindano ya usingizi ili asiendelee kuwadai pesa na mali zake walizozichukua walipokwenda kumpekua nyumbani kwake kijiji cha Ruponda wilayani Nachingwea, Lindi wakimtuhumu wizi wa pesa na pikipiki. Kesi hiyo inasikilizwa na Jaji Edwin Kakolaki ipo katika hatua ya usikilizwaji wa ushahidi wa upande wa mashtaka. Kikao cha kwanza cha usikilizwaji wa kesi hiyo kilianza Novemba 13 mpaka Desemba mosi elfu mbili na ishirini na tano, ambapo mahakama ilipoke, ilipokea ushahidi wa mashahidi kumi, ambapo jaji Kakolaki aliairisha kuisubiri kukao kin, kikao kingine. Hata hivyo, tangu wakati huo kesi hiyo haikuwahi kusikilizwa tena mpaka leo ikiwa imetimiza mwaka mmoja na miezi mitatu na siku ishirini na mbili licha ya vikao mbalimbali vya usikilizwaji wa kesi kama hizo vilipangwa katika kipindi hicho katika masjala mbalimbali za mahakama kuu nchini. Kimya huo uliwafanya baadhi ya wadau wanaofuatilia kesi hiyo waliowasiliana na wananchi moja kwa moja na wengine katika mitandao ya kijamii kuanza kuiulizia mara kwa mara huku wengine wakijenga hisia kuwa pengine ilikuwa imefutwa kimyakimya. Hata hivyo, Februari kumi na moja, naibu msajili wa mahakama hiyo Stefani Nsaro alieleza wananchi kuwa kesi hiyo ilikuwa bado haijafutwa, huku akibainisha kuwa imechukua muda mrefu kiasi hicho kuendelea kutokana na changamoto za ratiba ya utendaji zilizojitokeza hivyo alisisitiza kuwa walikuwa mbioni kuipangia tarehe. Wakili wa serikali mwandamizi Ignas Mwinuka amethibitishia wananchi kuendelea kwa kesi hiyo leo. Tayari imeshapangiwa tarehe, imepangwa tarehe kuanzia leo na kuendelea mfululizo wa wiki tatu. Tayari nipo Mtwara, amesema wakili Mwinuka baada ya kuulizwa na wananchi kwenye simu.